Kifupi tu kakaangu, mimi sitaki uchawi mambo ya ushirikina mimi sitaki. Mimi namwamini Mungu kwa mambo ya uchawi mimi kaka sitaki, sitaki kabisa. Unavoongea kuna maana nini kaka? Navoheshimu kabisa kakaangu, ila mimi maswala ya uchawi sitaki, ninasali na namheshimu Mungu Kifungo.

Mama wangu, mama wangu, pumzika kwa amani mama wangu, lazwa mahali pema mama wangu, umeniacha mimi na mdogo wangu. Wewe unajui kuongea vile, unakuwa unapingana mila na desturi za jamii yetu sasa na kuamuru, upende usipende Lazima urithi mikoba yangu. Mimi kaka, mambo ya uchawi sitaki kakaangu. Mbona unielewi? ukiendelea kubishana na mimi nitakufanya kama alivyofanya mama wake Bahati. Eh, unamaanisha nini kaka Kafe? wewe si wakubishana na mimi. Wewe unataki urithi mikoba yangu. Umetuacha tukiwa ni wapweke sana Mama. Pumzika kwa amani baba. Lakini nitakachoenda kukifanya, Mungu wangu, utanisamehe mama. Na kuahidi kwa wote waliosababisha kifo chako mama, kwa wote waliosababisha mpaka wewe ukafa. Mimi ni kakako na kurithisha hiyo mikoba, upende usipende, otherwise kasi utamfata mama wake Bahati alipo. Siongei zaidi ya mara mbili, nimemaliza. Kwa hiyo weka akilini na ulifanyie kazi. Umemaliza, twende nyumbani. Mama, nitakilipiza kisasi changu. Mama, nitahakikisha umepata machungu kama machungu nayoyahisi mimi kwa sasa mama angu nitawamaliza wote, nitahakikisha wamekufa, nitahakikisha nimewapeleka kuzimu. E mwenyezi Mungu, e mwenyezi Mungu, wote waliohusika na kifo cha mama angu utanisamehe. Wote nitawaua, lakini umlinde mama angu, umsamehe makosa yake kama sisi tunavyowasamea wengine. Baki salama. Ndogo wangu ana. Wana jana mlitoka na wifi yako, ukaenda chuo. Baada hapo nilisikia makelele

Shamnjomba njomba jani Jana usiku mdogo wangu na rafiki yake walitoka walienda chooni baada hapo nikasikia makelele nilipoendako chooni nimkuta mdogo wangu amedondoka chini mm. lakini nilipomuuliza anadai akumbuki chochote mm. mm. mm. Ah, nimekuita hapa. Mhm. Shida yangu ni ile ile tu. Ya. saa niileile tusaaaaiiwe yeah. Kuhusilesaa nishakwambia nivumilie, lakini, lakini mm. mbona nimekuvumilia sana, bado kuna swala ya biashara nzuri. Hebu endelea kunivumilia nipe muda mpenzi wangu. Nitakupaje muda muda? Nimekupa sana sasa mpaka nachoka sasa au na mtu mwingine unayemtegemea? ah, sina mwingine, ni wewe tu. Na ndo nishakuaminisha kwamba nitakuoa. Acha nijichange niweke mambo yangu sawa, mimi nitakuweka ndani. Nivilie tu, unajua nakupenda sana. Nitambua hilo. Basi sawa, twende nikazungumza naye b Ujambo. Vipi? Kuna changamoto gani? Hamna shida yoyote. Unajua asubuhi nilioamka nimekuta unafanya usafi wako hapa. Lakini huku niambia. Mshimo. Namjua, kama mdogo wako atakumbuka usisite kuja kuniambia. Wacha mimi nikaendelea na kazi yangu kushughulikia Dada Adeka. Najua tuna msiba lakini tunapaswa kuambia wananchi kuwa hakuna msiba kwa sababu hatuna pesa kuendesha matanga, hivyo unapaswa kuambia kuwa hapa hatutakuwa na matanga. Ila sasa kuna kazi nataka nikupe nyingine tena, ndio maana nahangaika na kuhangaikia kwa ajili ya pendeletu tudumishe, tuishi pamoja tuzae watoto kike na kiume, au we hautaki? Nataka watoto tu, tusijari. Basi mimi nimeshachoka, sijari yako, mara nikupe muda ah. Mimi nimeshachoka Unajua, kuchoka limenifika hapa sasa. Nitafanya chochote nitakachoweza nitakachojua mwenyewe, jiwalo nalie. Nitakwenda kwa mganga ili tuoane mimi na wewe, tena mke na mume ukonitola jiwalo nalie. Kwa heri. Unapaswa kumtafiti au kumchunguza mtu aliyehusika na kifo cha mama yetu. Nisikilize mimi, najua na unaumia kwa kumpoteza mama yetu, lakini unapaswa kufanya kile ninachokuagiza. Fata tu maelekezo yangu unaweza k kuanzia leo makazi yako atakuwa ni hapa nyumbani. Twende unifuate.

Samani kwa kusimamisha hapa bila Sawa. Kama hilo ndio linalo kusumbua mwanangu. Kuhusiana na hilo swali, naomba uniache mimi, nitajua nitakavyo maliza. Kweli mama mdogo? Mimi mwanangu. Dia. Habari yako. Sina haja ya salamu yako, Bahati. Sawa, hmm. Mama mdogo, mimi nitajitahidi kukaa sawa. Basi tutapanda iann. Sawa mama mdogo, kuhusu hilo arusee nashaka kabisa.

Ati mliokuwa mnayafanya, Mungu alikuwa anaona. Sasa basi ameanza kutangulia mama yako, anayefata utakuwa ni wewe. Wewe kwani unamaanisha nini? Namaanisha nini, Bati? <laughs> na wewe unajua fika wewe na mama yako umeshirikiana kuua wazazi wangu, sasa hivi unaniuliza eti namaanisha nini? Kumbe wewe ndio umemuua mama yangu mimi, si ndio? Nimekumulika, Bahati, nimulike uwezavyo ila kaa ukijua mimi siogopi lolote. Unayefuata ni wewe. Kifungo, kifungo, kifungo, kifungo, kifungo, kifungo. Tunapitia changamoto nyingi, vikwazo vingi, yote sababu wewe. Ona ugomvi kwetu kila siku twaumizana, ila sababu wewe hilo jambo halitowezekana kwa upande wangu i. Lakini sababu na mtu wangu ninampenda sana. Hapana, usimwambie hivyo, nielewa mashaka. Basi niakpenda huwa nina nafasi ya kumpenda mtu huyu tu mmoja. Utanisame kwa hilo kwa. Samani sana japokuwa mimi sikufahamu. Binti. Ujambo. Ujambo. Karibu, Mzee Chande. Asante. Shikamo Mzee Chande. Marhaba. Bahati? nimemkuta bahati katoka. Hmm, ametoka. Ndio basi. Sawa, akirejea kutoka kwenye mizunguko yake utamwambia. kwa nini ulikuja hapa nyumbani? haina shida, nitamwambia. Mzee Chande, nina jambo la kuzungumza naye kwa hiyo umwambia asisite kuja kuniona. Sawa Mzee Chande. Haya, sawa, uwe na siku njema. Na kuko pia Mzee Chande. Karibu. Asante. nionekane mtu auva kwenye hiki kijiji si ndio? Sasa basi subiria adhabu yako ikiisha yakurudishe eke kwenye nyumba yako ya milele . Rudi katika kaburi lako ndani, halafu vilio, simanzi, ukatili ni kwetu sisi, machozi kudondoka kila siku ni kwetu sisi, yani yule na huyu kugombana, furaha kwako, mauaji ya kutisha sababu ni wewe, uchawi wa kutisha